Kwengineko, baadhi ya wabunge kutoka Pwani wamekosoa makadirio ya wa bajeti ya mwaka 2025/26 wakisema hayajaangazia miradi muhimu ambayo imekwama kwa muda mrefu. Mbunge wa Matuga Kasim Tandaza anasema wamesikitika kwa kutotengewa fedha za miradi ya ujenzi wa barabara ya Kwale kwenda Kinango iliyoanzishwa mwaka 21 na ujenzi wa madaraja yaliyokwama ya Mwachande na Funzi. Walikuwa wakizungumza huko Kwale wakati wa kupata maoni ya wananchi kuhusu bajeti. Ni kuhuzunisha kwamba katika bajeti hii, kwa sababu tumepatiwa milioni 800 peke yake. Barabara ya Kwale Kinango bado haiko kwenye bajeti hii. Sasa tunashindwa hii bajeti, sisi tunasindikiza wenzetu ama na sisi kweli tumo. tuna mradi namba 2, correctional services tumepatiwa laki moja. 100,000 ati huo ni mradi katika bajeti ya kitaifa? Hata kaunti haijapatiana mradi wa laki moja, jameni hata CDF hatujapeana pesa hata hatu tuna mradi wa laki moja wasi, hata choo hakijengwi na lakini hapa mwashako sijui kama ulikuwa umeona tumepatiwa 100,000 tuko na kikao cha kuangazia undani wa hii bajeti ili pia tuangazie kama bajeti ya kitaifa ni trilioni 4.2 kama bajeti ya maendeleo ni bilioni mia saba. katika hiyo bilioni mia saba ni kiwango kipi kinachokuja pwani watu wa kwale sana sana wametaja sana mambo ya rescue center, kuna mambo ya gender based violence. Sana sana wamesema wanahitaji rescue center, wametaja miradi za barabara kutoka